Habari, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba u mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Nikukaribishe tena kwenye meza yetu ya habari ili kusudi tuendelee kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Leo tunakwenda kuangazia alichokisema wakili msomi Peter Kibatala baada ya kutoka mahakamani siku ya jana tarehe 16 mwezi Juni mwaka huu wa 2025 siku ambayo zilitajwa kesi zinazomkabili Tundu Antipasilisu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo naamini kwamba wengi tulishuhudia na kuona jinsi ilivyokuwa. Kwanza katika kesi ile ya uhaini, jinsi ambavyo Tundu Antipasilisu aliongea kwa uchungu mzito na kusimulia mazito aliyokutana nayo katika siku sitini na nane za kukaa mahabusu mbele ya Mheshimiwa hakimu mawakili wake pamoja na umati wa watu uliokusanyika mahakamani pale kwa ajili ya kusikiliza mwenendo mzima wa mashauri yanayomkabili Tundu Antipasi Lissu. Lissu aliwaondoa mawakili wake kwa muda ili ajitetee yeye mwenyewe kwa sababu alizozitoa lakini pia katika kesi nyingine ya uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo tulishuhudia jinsi ambavyo shahidi namba moja wa upande wa jamhuri alivyotoa ushahidi wake huku akiongozwa na wakili wa serikali. Tulisikia shahidi alivyoeleza sababu za kupakua video ya Tundu Antipas Lissu na wapi alipoipeleka. Tuliona pia mvutano wa kisheria uliojitokeza baina ya upande wa utetezi na upande wa jamhuri baada ya shahidi kumaliza kutoa ushahidi wake. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa hapo jana tarehe 16 mwezi Juni mwaka huu wa 2025 kwenye kesi zinazomkabili Tundu Antipas Lissu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Baada ya kutoka mahakamani, wakili Peter Kibatala amezungumza mambo mengi makubwa na mazito, lakini hasa amekazia upande wa shahidi, huku akidai kwamba shahidi yule aliyetoa ushahidi kwenye shauri la Lissu la uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo wanamjua nje ndani na kwamba wanatamani muda wa kuhoji ufike ili kusudi dunia ishuhudie balaa. Shahidi tunamjua vizuri, tutakutana naye, wenzetu wanadai ni afisa wa polisi, alikazia wakili msomi Pita Kibatala. Lakini hebu tuende tukaangazie kwa kina yale aliyoyazungumza wakili Pita Kibatala baada ya kutoka mahakamani, akiwa sehemu ya mawakili wa Lisu, ingawa kwenye kesi ya uhaini Lisu amewaondoa kwa muda ili ajitetee yeye mwenyewe. Na kumbuka, Lisu anakabiliwa na kesi mbili, moja ni kesi ya uhaini na nyingine ni kesi ya uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Hakikisha kwamba unasikiliza nukuu hii ya wakili msomi Pita Kibatala kwa umakini wa hali ya juu sana mpaka mwisho, kisha like video hii, share na comment. Na mnukuu hapa wakili msomi Pita Kibatala hapa akizungumza baada ya kutoka mahakamani anaanza kuzungumza wakili msomi Peter Kibatala, kwa kusema: ambamo anashtakiwa Antipas Tundu Lissu Mughwai alimaarufu Tundu Lissu yaliitwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu. Mtakumbuka katika mashauri hayo, shauri la kwanza ni shauri la jinai namba 8607 la mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Katika shauri hilo, Tundu Antipas Lissu anashtakiwa kwa mashtaka ya uhaini yaliyojiri. Kwa ujumla, kwa wale ambao mmekuwepo mmeshuhudia, ni kwamba kwa sababu za kimkakati mteja wetu amechukua jukumu la kujitetea yeye mwenyewe kwa muda, kwa sababu ambazo amezielezea, zikiwemo kusimamia haki zake yeye mwenyewe, ambazo anaona zinaminywa na taasisi mbalimbali mbali na alimahusus kabisa ametaja taasisi ya jeshi la magereza ambapo anahifadhiwa katika gereza la Ukonga. Sababu ambazo amezielezea ni kunyimwa haki yake ya kuabudu tangu alipohamishiwa katika gereza ile siku ya Ijumaa Kuu, na wote mmesikia amesema kwamba hajaruhusiwa kabisa kuhudhuria misa yoyote, kuwasiliana na Mungu wake kama ambavyo mahabusu wengine wote wanaruhusiwa. Kwa hiyo anataka kupigania, anafikiri haki hiyo inaweza kupatikana kwa ufanisi zaidi kama atapigania yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye anaye fil, kwa hiyo anaweza kukomuniketi kwa urahisi zaidi kama ambavyo ameweza kukomuniketi leo kwa mahakama. Haki ya pili anayopigania Tundu Antipas Lissu ni haki yake ya kuchanganywa na mahabusu wengine, kwa sababu ameieleza mahakama kwamba anawekwa pamoja na wafungwa ambao tayari wamehukumiwa adhabu ya kifo kwa maana ya kunyongwa. Kwa lugha ya Kiingereza wanaitwa condemned. Kwa hiyo amezungumzia hilo kwamba lina muathiri linamnyima haki zake za msingi ambazo zimeanzishwa katika sheria mbalimbali na mikataba mbalimbali mbali ya kimataifa, lakini inamwathiri kisaikolojia, lakini pia anaona kwamba inalenga kwenda kumbomoa Alege. Of course, munafahamu wote Tundu Antipas Lissu ni simba na katika usimba huo ndio maana anapigania hizo haki kwamba hakuna uhalali wowote wa, wa uongozi wa jeshi la magereza kumuweka yeye hata kama sababu ni za kiusalama kumuweka yeye pamoja na watu ambao tayari wameshahukumiwa adhabu ya kifo lakini suala lingine ambalo analipigania kwa nguvu zake zote, kama nilivyosema E, nilivyosema kimkakati ameamua kuchukua jukumu au gurudumu la kujiwakilisha mwenyewe kwa muda katika kesi ya uhaini, ni kunyimwa haki yake ya kuweza kuwasiliana na sisi mawakili wake. Ameeleza na sisi tumeshaeleza, tulifanya press conference, tulieleza kwamba uongozi wa jeshi la magereza katika kesi hii wamebehave katika namna ambavyo kidogo inashangaza nilieleza kwamba mazingira tunayokutana nayo tunapokwenda gerezani, mtu anaongea naye kupitia inograss panel, unaongea naye kwa simu. Mambo mengine ni ya kimkakati, kwa sababu mojawapo ya, eh, ya msingi ya misingi ya kisheria ya kuwakilishwa inaitwa attorney client privilege. Kuna mambo ambayo unaongea wewe na mteja wako mtu mwingine yoyote duniani hapaswi kuyafahamu, na wewe wakili huwezi kulazimishwa na mtu yoyote duniani kuyasema. Sasa hayo tena yakianza kutamkwa mbele ya askari magereza, inaua kabisa ile dhana. Kwa hiyo kwa kuwa sisi tumepambana mpaka hapa tulipofika, basi yeye amesema, hebu na yeye ashikilie gurudumu hilo yeye mwenyewe, ili aweze kufikisha ujumbe kwa ukaribu zaidi, kwa sababu yeye ndiye anaye fil na amesisitiza kwamba maandalizi yake yanakuwa finyu na hafifu na yanaathirika kutokana na namna ambavyo uongozi wa magereza umekuwa unanyima kwa ufasaha na ukamilifu haki yake ya kuweza kuwakilishwa na mawakili wake. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo kwa ujumla anayasimamia na ameyatolea hoja leo. Kesi imepangwa tena itaitwa hiyo tarehe mbili mwezi wa saba na tunaamini kwamba kuna mambo yatakuwa yamefanyika mpaka tarehe hiyo. Kwa hiyo mawakili, tutakuja, lakini tutakuwa kama observers kwa ajili ya kumpa ushauri wa kisheria, lakini hatutaingia katika quorum unless atupe maelekezo tofauti. Kama nilivyosema, hii ni sehemu ya mikakati kesi nzito kama hii ambayo wenzetu wamekaa wakapanga mikakati ya kumshtaki na yenyewe pia inahitaji mikakati mahususi na thabiti kabisa ya kuweza kupambana nayo. Lakini mmemsikia amesema, anawaamini mawakili wake kwa asilimia mia moja na amesema kwamba wamepigana kwa jasho na damu mpaka hapa tulipofika. Lakini kama nilivyosema, kwa sababu za kimkakati, kwa muda mfupi atachukua hilo gurudumu yeye mwenyewe. Kwa hiyo hayo ni kuhusiana na kesi ya uhaini. Baadaye tukaingia kwenye kesi namba 8606 ya mwaka 2025 ambapo kama nilivyosema, mteja wetu Tundu Antipas Lissu wanashitakiwa kwa makosa ya kuchapisha taarifa za uongo. Sheria inaitwa sheria ya makosa ya mtandao, na leo ameitwa shahidi mmoja wao, wanasema ni afisa wa polisi Wakati wa kuuliza maswali tutaonyesha vinginevyo, lakini kwa sababu hatujafika kwenye hatua hiyo, tuishie tu kusema kwamba kwa utambulisho wake, anasema yeye ni afisa wa polisi, anaitwa inspekta John. Anadai tutaonyesha utofauti, lakini bado hatujafika kwenye hilo daraja. Anadai yeye ni afisa katika ofisi ya mkuu wa upelelezi hapa nchini na alimahususi yupo kwenye kitengo cha online patrol. Kuna wale maafisa wa polisi huwa wanapita kwenye mitandao kuangalia nani amefanya makosa. Kwa hiyo anadai kwamba katika ushahidi wake, kwa kifupi, katika pitapita zake, kama utekelezaji wa majukumu yake, alikutana na video ambayo, yeye kwa tafsiri yake, ilikuwa inaonyesha kuna makosa ya kimtandao ambayo mteja wetu Tundu Lissu ameyafanya. Sasa ametoa ushahidi wake, ameeleza jinsi alivyofanyia kazi kile alichokiona, alivyoipakua ile video na alipoipeleka na baada ya hapo, wenzetu upande wa mashtaka wakaleta ombi kwamba wanaomba ushahidi wa shahidi huyo usiitishwe kwa muda. Sheria inaruhusu kifungu cha 1475 cha sheria ya ushahidi sura ya sita kama kilivyofanyiwa marekebisho mwaka 2022 Kinaruhusu kusimamisha kwa muda ushahidi kwa shahidi ili kusubiri ushahidi wa shahidi mwingine. Sisi tulipinga vikali, mliokuwepo mmesikia, na tukasema kwamba tafsiri yetu ni kwamba tu ni uoga wa shahidi kuulizwa maswali. Ndiyo hoja tuliyoitoa mahakamani kwamba shahidi, hakuna lolote, ni kinga tu inawekwa ili tusishughulike na shahidi ambaye wote mmenisikia mahakamani nikisema tunamfahamu vizuri, na ndiyo maana nikasema wenzetu wanadai ni afisa wa polisi na ana cheo cha inspekta, kwamba yeye ni mtaalamu au mchunguzi wa makosa ya kimtandao. Ndivyo shahidi alivyosema. Narejea tena tulikuwa tumejiandaa na bado tumejiandaa kuonyesha kwamba stori hiyo siyo stori ya kweli, lakini hatuwezi kusema huku hadharani, barabarani. Tunamsubiri kwenye kizimba siku yoyote atakayokuja, ambapo baada ya kutoa hoja zetu, tumepinga vikali kabisa ombi hilo. Lakini niseme hakimu ama mahakama imekubaliana na hoja za upande wa mashtaka, imeahirisha kwa muda fulani ushahidi wa shahidi huyo ambaye wenzetu wanamuita inspekta John naye amejiita inspekta John. Ushahidi wake umehairishwa mpaka hapo baadaye, wao wanadai atakapokuja mtaalamu mchunguzi kutoka kitengo cha uchunguzi wa vifaa vya elektroniki atakapokuja kutoa ushahidi pengine na kutoa kielelezo ambacho nafikiri ndio flash disk ambacho wanasema ndani yake kuna video ama picha zinazomwonyesha mteja wetu akitenda hayo makosa basi, kama nilivyosema mahakama imeamua na tulikuwa tumejiandaa kushughulika naye huyo shahidi, na tunamfahamu vizuri huyo shahidi, na tumeweka tu akiba, siku yoyote atakapokuja, kama watamleta, basi tutashughulika naye ipasavyo. Tulikuwa tunalilia siku zote kwamba kesi ianze, ili ulimwengu wote uweze kufahamu haya mashtaka anayoshtakiwa Tundu Antipasilisu ni mashtaka kweli au ni kitu kingine. Sasa tunafurahi kwamba angalau safari hiyo ya sisi kuionyesha dunia kwamba kilichopo ni kitu kingine tofauti kabisa imeanza. Tunasikitika kwamba tumekatishwa leo katika namna hiyo, lakini tupo tayari, tutakutana tena katika kesi hii mnamo tarehe moja mwezi wa saba. Shahidi atakayekuja tutashughulika naye kwa ufasaha ili kuionyesha dunia kwamba kwa mtazamo wetu na wa mteja wetu Tundu Antipas Lissu hajafanya au hajatenda makosa yoyote ambayo anatuhumiwa nayo, na tutaonyesha kwamba kuna mambo mengi mengi mengi ambayo yamepelekea kesi hii, na kulikuwa hakuna sababu yoyote ya kisheria ya kufungua kesi hii. Kwa hiyo tutakutana tena, Mungu akipenda, tarehe moja mwezi wa saba, kwa sababu tunaamini tutauonesha umma kama nilivyosema kwamba hakuna chochote kile ambacho Tundu Antipasilisu amefanya ambacho kinastahili kuitwa mashtaka. Hapo ndipo alipoweka stop wakili msomi Peter Kibatala katika yale aliyoyazungumza baada ya kutoka mahakamani kwenye kesi za Tundu Antipasilisu e, ama kesi zinazomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema